Tuelekee kaunti namba 35 ambapo kijana mmoja huko Kericho anahangaikia afya yake baada ya kufanyiwa upasuaji mara 19. Collins Kiipng'etich mwenye umri wa miaka 24 sasa akijiandaa kwa upasuaji wa 20, akitarajiwa kusafiri India kwa matibabu. Collins Kiipng'etich Bet aliyezaliwa na tatizo la shinikizo la mkojo amekuwa na wakati mgumu wa kutafuta matibabu ya tatizo ambalo anasema hajawahi kwenda haja ndogo kama kawaida. Hili ni tatizo ambalo linamfanya mgonjwa kuhisi maumivu na kukosa kupitisha mkojo kwa njia ya kawaida. Uh, nilizaliwa na shida ya congenital inaitwa hypospadias. Uh, na nilipozaliwa nilifanyiwa sajari yangu ya kwanza, Aa, nikiwa na uh, mwaka wa kwanza na nikafanyiwa several reconstructive surgeries uh, kutangia nizaliwe hadi wa leo nimefanyiwa 19 surgeries. Kwa miaka mingi Collins amekuwa akipitia upasuaji, vipimo vingi na matibabu ambayo anasema yamekuwa yakimsaidia kupitisha mkojo, hali ambayo anasema imemwathiri si kiafya tu, bali hata kimasomo. Sometimes unakaa nyumbani, kaa huwezi enda shule ukiwa na kidonda, na nilistruggle sana nikiwa high school pia na nilijoin campus huko Thika, uh, Imperial College of Medical and Health Sciences uh, ambapo nilijoin nikibado nikiwa na hii condition. Nilistruggle pia sana kwa uh, nimekuwa nikidefer kila time, nikijaribu kusoma with this condition, ilikuwa very challenging na sasa familia yake inasema kuwa wanapata ugumu hata upande wa kupata fedha za kumfadhili matibabu hayo ambayo ni ghali mno. Collins amekuwa mtu mwa, mwenye ako na imani kubwa na amefumilia, kwa sababu kukatwa mara ishirini na e, ma, ma, mara kumi na tisa siyo rahisi. Collins amerefariwa India that, that, that surgery. Hatuna pesa saa hii. Nelta Juma, Runinga ya Citizen.